Diamond Platnumz baada ya kuweza kufanya maujiano baada ya kuweza kutoka kwenye stage ya Summer Jam maarufu kabisa, ambayo ameweza kudhibitisha e bana ujio album yake mpya ambayo anaweza kueleza mapokezi yake ya, e, album yake baada ya kuweza kuachilia katika siku za hivi karibuni, na Diamond Platnumz ameweza kuwa ni moja kati ya watu ambao wameweza kuandika historia mpya katika e bana majiji tofauti tofauti, na kama inavyofahamika kwamba alishawahi kuwa na show yake kabisa, kipindi ambacho ni wiki moja iliyoweza kupita, hapo aliweza kutangaza show yake kuweza kufika pale. E bana uko Uingereza na ameweza kufanya performance ya, ya ameweza e kufanya show ya kutosha kabisa sasa. Mwimbaji huyu ambaye pia ni hitmaker wa Katam pia ameweza kueleza hisia zake e, baada ya kuweza kukutana e nzima WCB the way ambavyo ilikuwa inaonyesha nguvu ya kutosha kabisa wakiweza kuimba pamoja na mashabiki, jambo ambalo watu wengi hawakutegemea, akisema kwamba walifurahia sana performance yake Diamond Platnumz. Haya ni maneno ambayo Ja Rule aliweza kuyazungumza, kipindi ambacho Diamond Platnumz yeye ameweza kutoka kwenye show, jambo ambalo aliweza kumpa faraja sana, lakini pia heshima kwa Diamond Platnumz kama msanii kutoka Afrika, lakini pia akiendelea kuwakilisha vizuri kabisa East Africa na Tanzania kwa ujumla. Akizungumza, Diamond Platnumz amesema kwamba yeye ebana, ni msanii wa Bongo Flava lakini pia mziki wake ataendelea kufanya katika midondoko na moja watu, kile ambacho nipo nimebarikiwa nacho, a ndio maneno kwamba atajitahidi wa muziki wake kufanya katika midondoko mbalimbali ambayo, ambayo amekua akiafanyaama kashafanya midondoko ya singei, kashafanya midondoko ya mapiano, kashafanya ya Afrobeats. So ni kwamba sasa hivi Damo Platinum pia ujio wake wa album yake ambayo ni mpya ame, ambayo ameitangaza kwamba atakuja nayo ni kwamba itakuwa katika midondoko tofauti tofauti, lakini pia good news ni kwamba e, Ja Rule naye anaweza akawa ni moja kati ya watu ambao watakuwemo mule ndani akiwa amewashirikisha. Sound of Damo Platinum ifahamike kwamba last time aliyoachilia EP yake ambayo inafahamika kwa jina la aliweza kuachilia EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Four. So kwa upande wa album yake sijui kwamba ataita vipi, lakini mbali na hapo ni kwamba Eh, ataweza kuonekana pia katika msimu wa nne wa Young Farmers in Africa, mfululizo wa Netflix ambao unawaalika mastato masta tofauti tofauti kutoka Afrika, jambo ambalo linaweza kuendelea kuwa ni hadithi ambayo Diamond Platnumz anazidi kuiandika, lakini pia historia mpya inazidi kuandikwa katika, katika mipaka e, ya huko Marekani, lakini pia anazidi kufanya vizuri kabisa na watu wameona kabisa kwamba wamba eh, bana, itakuwa ni ngumu sana kuendelea kuivunja akiendelea kuwapa gap kubwa sana eh, bana wasanii wenzake kutoka hapa hapa nchini Tanzania. Ni upi mtazamo wako kwa mdao burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? E bana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako, kunyonja comment hapo, siacha kusubscribe. Ni Sawasawa online digito chacha